Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye kipindi kingine cha kuvutia cha Ufalme Uliopotea. Leo nitawaelezea hadithi ya ajabu kuhusu Wamasai, watu ambao wameendelea kuhifadhi utamaduni wao kwa karne nyingi. Wamasai ni moja ya jamii zinazovutia zaidi barani Afrika na ulimwenguni kote kwa sababu nyingi. Historia yao ni ya kuvutia sana na ina siri nyingi ambazo hazijaelezwa vizuri duniani. Nitawaongoza katika safari hii ya kijamii na kihistoria ili tuweze kuelewa asili yao ya kweli. Ikiwa hamjafanya hivyo bado, tafadhali jiunge nasi kwa kusubscribe na kubonyeza kitufe cha like kwenye video hii. Jambo la msingi la kufahamu ni kwamba Wamasai hawakuzuka tu ghafla mahali walipo sasa hivi. Wao ni matokeo ya safari ndefu ya karne nyingi kutoka kaskazini ya Afrika hadi mashariki mwa Afrika. Kabla hatujaendelea mbali zaidi, ni muhimu kuelewa kwamba Wamasai ni sehemu ya kikundi kikubwa kinachoitwa Waniloti. Waniloti walianza harakati zao za uhamaji kutoka eneo la ziwa Turkana karibu karne 15 kabla ya Kristo. Historia ya lugha inasaidia sana kuelewa mwendo wa jamii hizi, kwa sababu Kimasai ni lugha ya Kiniloti. Wanasayansi wengi wamebaini kwamba Wamasai walihamia kusini kutoka eneo la Sudan ya kusini na Ethiopia. Hii ilikuwa ni safari ya hatua kwa hatua ambayo ilichukua muda wa miaka mamia kadhaa. Wakati wanapohamia, Wamasai walianza kujenga utamaduni wao wa pekee ambao ulitofautiana na jamii nyingine. Mwanzoni mwa karne ya 16 Wamasai walishamama imara katika eneo la leo Magadi, huko Kenya. Hapo walianza kujenga jamii yao madhubuti zaidi na kuongeza idadi yao kwa haraka sana kwa miaka mingi. Wamasai walipofikia eneo la Rift Valley, walianza kupanua mipaka yao kwa nguvu na ujanja mkubwa. Katika karne ya 17 na 18, Wamasai walikuwa na nguvu kubwa sana. Walifika hadi pwani ya Kenya na Tanzania wakifukuza makabila mengine kutoka maeneo yao. Historia inasema kwamba Wamasai walikuwa wapiganaji hodari sana ambao waliogopiwa na jamii nyingine. Silaha zao za jadi zilikuwa mikuki, marungu na ngao za ngozi za ng'ombe. Walijenga muundo wa kijamii uliowapa nguvu ya kipekee katika mapigano na jamii zingine. Morani au wapiganaji vijana walikuwa ni nguzo kuu ya nguvu ya Wamasai katika vita. Utaratibu wao wa kujenga vita ulikuwa ni wa kiufundi sana na uliowafanya washinde mara nyingi. Kiini cha ustawi wao kilikuwa ni ufugaji wa ng'ombe ambao ulionekana kama tunu kutoka kwa Enkai. Enkai ndiye Mungu mkuu wa Wamasai, ambaye anaaminika kutawala ulimwengu wote na kila kitu kilicho ndani yake. Imani zao zinasema kwamba Enkai aliwapa Wamasai ng'ombe wote duniani tangu mwanzo wa ulimwengu. Kwa hiyo, Wamasai wanaamini kwamba ng'ombe wote wanaostahili kuwa mali yao kwa haki ya kidini. Hii ni sababu moja ya msingi ya mapambano mengi kati ya wa Wamasai na makabila mengine. Wamasai wanaamini kwamba kumiba ng'ombe si wizi, bali ni kurejesha kile kilichokuwa mali yao. Utamaduni huu umesababisha migogoro mingi na serikali za kikoloni na za baada ya uhuru. Hata hivyo, Wamasai hawajawahi kuacha imani hii kuu katika maisha yao ya kila siku. Ng'ombe ni utajiri, ni hadhi, ni maisha na ni kitu cha takatifu katika jamii ya Wamasai. Kontrolau wa kontrola kijamii wa Wamasai ni mgumu sana na una sheria nyingi ambazo wote wanazifuata. Jamii yao imegawanyika katika makundi ya umri yanayoitwa orika ambayo yana jukumu tofauti. Wavulana wanapofikia umri wa miaka 12 hadi 15 wanapitia tohara baada ya tohara, wavulana wanaingia katika kundi la morani ambalo ni la wapiganaji vijana. Morani wanapokea mafunzo magumu ya vita, uchungaji na maadili ya wamasai kwa miaka mingi. Kipindi hiki ni muhimu sana katika maisha ya kijana wa kimasai kwa sababu anajenga ujasiri. Baada ya miaka mitano hadi saba kama morani, wanaingia hatua nyingine ya utu uzima. Je, unajua nini kinachofanya utaratibu huu kuwa thabiti kwa muda mrefu hivyo katika jamii yao? Tafadhali niambie maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini kuhusu jambo hili la kuvutia. Wanawake pia wana nafasi maalum katika jamii ya Wamasai. Ingawa wanaume wana mamlaka zaidi, wanawake ndio wanaojengea manyumba na ndio wanaolea watoto na kufuga kondoo na mbuzi. Utaratibu wa ndoa ni wa kimila na mara nyingi usimamishwa na wazazi wakati mtoto yu mdogo. Harusi za Wamasai ni matukio makubwa yenye sherehe nyingi na ibada za jadi. Mume analipa mahari kwa ng'ombe na mbuzi kulingana na makubaliano ya familia mbili. Baada ya ndoa, mke anakwenda kuishi na familia ya mume na anapokea mafunzo kutoka kwa mama mkwe. Katika jamii ya wa Wamasai, wanawake wana haki za kumiliki mali lakini ni chache sana. Wazee wa jamii ndio wanaomiliki ng'ombe na ndio wanaofanya maamuzi makubwa ya jamii nzima. Pekese sana na yanaweza kutambulika kila mahali duniani kwa urahisi. Wanaume huvaa shuka nyekundu za bluu au za rangi nyingine zenye mstari ya rangi tofauti. Shuka hizi huzungwa mwilini na mara nyingi huweka moja begani kama vazi la ziada. Mikufu ya shanga zenye rangi za kuvutia huvaliwa na wanaume na wanawake pia, kwa wingi. Wanawake huvaa mikufu mikubwa ya shanga kwenye shingo, na mara nyingi mikufu hiyo huonyesha hadhi. Masikio hupigwa mashimo makubwa na kuongezewa mapambo ya shanga au chuma ya kienyeji. Mavazi haya ni zaidi ya urembo tu, ni ishara ya utambulisho wa kikabila na wa kiutamaduni. Rangi nyekundu ina maana maalum kwa sababu inawakilisha ujasiri, nguvu na damu ya simba. Wamasai wana uhusiano maalum na simba, ambao wanawazingatia kama maadui na rafiki pia wakati mwingine. Wamasai wanafuga ng'ombe, kondoo na mbuzi katika maeneo ya wazi ya nyikani na savana. Uchungaji ni kazi ya wanaume na wavulana, ambao huondoka alfajiri na kurudi jioni na mifugo. Ng'ombe wa Wamasai ni wa aina maalum yenye pembe ndefu na umbile lenye kustahimili joto. Malisho hufanyika katika maeneo makubwa na Wamasai huhamahama kulingana na mvua na majani. Muundo huu wa uchungaji wa kuhamahama umekuwa ni changamoto kwa serikali za kisasa. Serikali za Kenya, Tanzania zimejaribu kuweka Wamasai mahali pamoja lakini bila mafanikio makubwa. Wamasai wanaamini kwamba kuhamahama ni muhimu kwa afya ya mifugo na ya ardhi pia. Chakula kikuu cha Wamasai ni maziwa, nyama na damu ya ng'ombe yenye kuchanganywa. Hii ni lishe yenye protini nyingi na inawawezesha kuishi katika mazingira magumu ya jangwa. Damu ya ng'ombe huchukuliwa kwa kutoa kidogo kutoka mshipa bila kumuua mnyama rit anumba. Ya Wamasai yanajulikana kwa jina la manyata na yanajengwa kwa matope, mavi na majani. Mke ndiye mwenye jukumu la kujenga nyumba kwa msaada wa wanawake wengine wa familia. Nyumba hizi ni ndogo zenye giza na zenye dirisha moja tu au hakuna kabisa. Maduka ya kuegeshea moto huwa ni katikati ya nyumba, na ndipo familia inapokuwa pamoja. Mazingira haya ni magumu, lakini yanawapatia ulinzi dhidi ya joto, baridi na wanyama wa mwitu. Manyata yanajengwa kwa umbo la duara na kuzungushwa na uzio wa miiba kwa usalama. Ng'ombe hulala katikati ya manyata usiku kwa usalama kutoka kwa simba na wanyama wengine wakali. Muundo huu wa manyata unaonyesha ujuzi wa kiufundi na maarifa ya mazingira ya kale. Dini ya Wamasai ni ngumu kuelewa kwa watu wa nje kwa sababu ina vipengele vingi. Kama nilivyosema awali, Enkai ndiye Mungu mkuu ambaye anaishi mlimani na mbinguni pia. Wamasai wanaamini kwamba kuna malaika na roho za mababu wanaosaidia kwa maombi na kafara. Laibon ndiye kuhani na mganga mkuu wa jamii ambaye ana uwezo wa kutabiri na kuponya. Laibon hupata nafasi yake kwa urithi kutoka kwa baba au babu na hufundishwa siri. Kafara za ng'ombe, kondoo na mbuzi hufanywa kwa Enkai wakati wa majanga au sherehe kubwa. Ushirikina pia unajulikana kati ya Wamasai ingawa hauaminiwi na wote katika jamii hiyo. Wakristo na Waislamu wamejaribu kuwaongoza Wamasai lakini wengi hawakuacha dini zao za asili kabisa. Hata Wamasai wanaokubali dini mpya wanaendelea kufuata baadhi ya desturi za jadi za mababu. Utamaduni wa Wamasai ni wengi pumeliki wa motamondo wa Masai

kwa kulika dini hiyo utamaduni wa wamasai ni muria kusamamani fika ama kilika umajaribu kuwa mangi kwa kulika dini hiyo naena maduni wa Wamasai ni wenye kipekee katika ngoma nyimbo na michezo ya jadi yao. Ngoma za Wamasai zinajulikana kwa kuruka juu bila kubendi magoti kwa ustadi mkubwa. Vijana wa morani ndio walio bora zaidi katika ngoma hizi zenye nguvu na mvuto. Nyimbo za Wamasai ni za aina ya kuimba kwa sauti kubwa bila vyombo vya muziki. Wanaume na wanawake wanaimba pamoja katika matukio ya sherehe za harusi na jando. Ngoma na nyimbo ni njia ya kuwapasa ujumbe wa kihistoria na wa kijamii kwa kizazi kipya. Ikiwa bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea, Tafadhali fanya hivyo sasa na ubonyeze like. Michezo ya Wamasai inajumuisha mashindano ya mikuki, mbio na mazoezi ya mapigano ya kijadi. Sasa tunapozingatia mambo haya yote, swali linajitokeza, ni kwa nini Wamasai wamedumu katika utamaduni wao? Sababu ya kwanza ni kwamba Wamasai walijitenga kijiografia kwa kuishi mbali na miji mikubwa. Eneo lao ni nyikani zenye joto na hakuna watu wengi wanaotaka kuishi pale kwa hiari. Hii iliwapatia fursa ya kuishi bila kuchanganyika sana na jamii nyingine za nje. Sababu ya pili ni imani zao nzito za kidini ambazo hazikubali mabadiliko mengi ya haraka. Enkai na ng'ombe ni vitu vya takatifu ambavyo haviwezi kubadilishwa bali ni lazima viheshimiwe. Sababu ya tatu ni kwamba elimu ya kisasa ilifika polepole pole katika maeneo ya Wamasai. Serikali za kikoloni hazikuwajali sana Wamasai kwa sababu walikuwa wachungaji wasioishi mijini kwa kudumu. Hata baada ya uhuru, elimu ya shule haikuwa ya lazima kwa watoto wa Wamasai. Wazazi walipendelea kuwafundisha watoto wao uchungaji kuliko kuwapeleka shuleni kwa miaka mingi James. Jambo lingine muhimu ni kwamba Wamasai wana fahari kubwa ya utamaduni wao na hawafikirii kuwa ni wachini. Tofauti na jamii nyingine ambazo zilibadilika kwa kukubali maisha ya kisasa haraka, Wamasai walishikilia. Wazee wa Wamasai wa wamekuwa walinzi wakali wa mila na desturi za jamii yao. Kila mzee ana jukumu la kufundisha vijana kuhusu historia na sheria za jamii yao. Kizazi hadi kizazi, maarifa haya yamepitishwa kwa maneno na matendo katika maisha ya kila siku. Wale Wamasai wanaojaribu kubadilika sana wanaweza kutengwa na jamii yao kwa kipindi fulani. Jamii inathamini umoja na kuwashikilia pamoja zaidi ya ukubwa wa mtu mmoja mmoja. Hii ni nguvu kubwa ambayo imewafanya washikilie utamaduni wao hadi leo hii. Je, unafikiri ni jambo jema au baya kwa jamii kushikilia utamaduni wa kale katika ulimwengu wa leo? Naomba maoni yako ya kina kuhusu swali hili muhimu hapo chini kwenye maoni. Lakini sio kwamba Wamasai hawajabadilika hata kidogo. Katika mamia ya miaka iliyopita, kuna mabadiliko fulani ambayo yamejitokeza hata miongoni mwa Wamasai waliosalia wenye utamaduni wa asili. Siku hizi Wamasai wengi wana simu za mkononi na hutumia teknolojia za kisasa. Baadhi ya vijana wa Wamasai wameenda shule na vyuo vikuu na wanarudi kufanya kazi. Wengine wanauza ufugaji wa jadi na kufanya biashara za utalii kwa watalii wanaokuja. Wamasai wengine wamehamia mijini na wanafanya kazi za kawaida kama watu wengine wa nchi. Hata hivyo, wengi wa hawa waliohamia mijini bado wanashikilia baadhi ya desturi zao za asili. Wanavaa shuka nyekundu na mikufu ya shanga hata wanapokuwa mijini kwa siku za maalum. Hii inaonyesha kwamba utambulisho wa kikabila unaweza kudumu hata katika mazingira ya kisasa. Wamasai wa kizazi kipya wanajaribu kuchanganya utamaduni wa asili na maisha ya kisasa. Hii ni njia yao ya kukabiliana na mazingira yanayobadilika bila kupoteza utambulisho wao wa asili. Mambo ya ardhi yamekuwa changamoto kubwa kwa Wamasai katika miaka ya hivi karibuni. Serikali ya Kenya na Tanzania zimechukua maeneo makubwa ya malisho kwa ajili ya hifadhi. Hifadhi kama Serengeti, Ngorongoro na Amboseli zimejengwa kwenye ardhi za jadi za Wamasai. Wamasai wamepoteza haki ya malisho katika maeneo haya ambayo yalikuwa ni ya mababu zao. Hii imewafanya wengi wahamie maeneo mengine au kuishi kando ya hifadhi kwa shida. Mgawanyiko wa ardhi kwa umiliki binafsi umeharibu mfumo wa malisho ya pamoja wa jadi. Kila mtu anapopewa kipande chake ardhi, mfumo wa kuhamahama unakuwa mgumu sana. Ukame na njaa zimekuwa za mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa. Wamasai wamejaribu kupigania haki zao za ardhi kupitia mahakama na vyombo vya haki za binadamu. Wengine wamekubali kujenga mashirika ya utalii ili waweze kupata mapato kutoka kwa hifadhi. Hii ni njia mpya ya kuishi, lakini inawapa Wamasai fursa ya kuendelea kuishi karibu na ardhi zao. Kwa upande wa afya, Wamasai wamesumbuka sana na magonjwa ya kisasa ambayo hawakuyafahamu zamani. Ukimwi uliwasumbua sana katika miaka ya themanini na tisini ya karne iliyopita kwa sababu ya tabia fulani. Malaria, kifaduro na magonjwa mengine ya watoto yamekuwa ni changamoto kubwa katika jamii yao. Zahanati na hospitali ni chache sana katika maeneo ya Wamasai na baadhi ya watu hawaamini uganga wa kisasa. Wengine bado wanapenda kutibiwa na laibon kwa njia za jadi za mitishamba na ibada lakini polepole pole, wengi wanaanza kukubali dawa za hospitali hasa kwa magonjwa makubwa ya hatari. Watoto wa Wamasai wanachanjiwa sasa dhidi ya magonjwa ya watoto kama polio na surua. Hii ni jambo jema ambalo limeokoa maisha ya watoto wengi wa Wamasai katika miaka ya hivi karibuni. Afya ya mama na mtoto pia imepata msaada kutoka kwa mashirika ya kimataifa na ya ndani. Hata hivyo bado kuna njia ndefu ya kusafiri kabla Wamasai hawatapata huduma nzuri za afya. Elimu ni eneo lingine ambalo Wamasai wanapata changamoto na fursa pia kwa wakati mmoja. Awali Wamasai hawakupenda shule kwa sababu walidhani zinawapoteza watoto wao kutoka kwa utamaduni. Wazazi waliogopa kwamba watoto watakwenda shule na kurudi wakiwa sio Wamasai tena kwa tabia hii, ilikuwa ni hofu ya kweli, kwa sababu watoto wengi walifundishwa kubeza utamaduni wao shuleni. Lakini sasa Wamasai wengi wanajua kwamba elimu ni muhimu kwa maendeleo ya watoto wao. Shule nyingi zimejengwa katika maeneo ya Wamasai na walimu wanaofundisha watoto wao kwa lugha ya Kiswahili. Baadhi ya shule hizi zinajaribu kuhifadhi lugha ya Kimasai na utamaduni wakati wa kufundisha. Pia vijana wa Wamasai wanaomaliza shule wanaweza kwenda vyuo na kufanya kazi za kitaaluma. Wengine wamerudi kuwa walimu, madaktari, wanasheria na wanasiasa katika jamii zao na nchi kwa ujumla. Hii ni njia nzuri ya kuchanganya elimu ya kisasa na kuhifadhi utamaduni wa asili. Biashara ya utalii imekuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa Wamasai wa maeneo kadhaa ya Kenya. Watalii wanakuja kutoka ulimwengu mzima kutaka kuona Wamasai na kujifunza utamaduni wao wa kipekee. Wamasai wamejifunza kuonyesha ngoma zao, manyata yao na desturi zao kwa malipo ya fedha. Hii imewapa kipato ambacho hawakupata awali kutoka kwa uchungaji wa ng'ombe peke yake. Lakini pia kuna tatizo la wamasai kuonekana kama wanyama wa kutazama kwa watalii. Baadhi ya wa wamasai hawapendi hili na wanasema kwamba inawaaibisha na kuwafanya waonekane si wa kisasa. Wengine wanasema kwamba utalii unawasaidia kuweka utamaduni wao hai kwa sababu watu wanaupenda. Swala hili lina pande mbili na kila mmoja ana haki yake ya maoni, Kulingana na mtazamo. Jambo lenye uhakika ni kwamba utalii umebadilisha maisha ya Wamasai kwa njia nyingi, nzuri na mbaya. Ni wajibu wetu kuwa na mazungumzo ya heshima kuhusu jambo hili bila kuamua kwa ajili ya Wamasai Clouds. Katika ulimwengu wa leo globally, wa kiglobali, Wamasai wanakabiliwa na changamoto nyingi za kudumisha utamaduni wao. Televisheni, redio, mitandao ya kijamii na mawasiliano ya kisasa yameleta thamani mpya kwa vijana. Vijana wa Wamasai wanaona jinsi wenzao wa miji wanavyoishi na wanafikiria kufuata njia hiyo. Nguo za kisasa, muziki wa pop na michezo ya kompyuta vinawavutia vijana wengi zaidi kuliko desturi. Wazazi wa Wamasai wanajitahidi kuwafundisha watoto wao umuhimu wa kuhifadhi utamaduni wa jamii yao. Lakini mara nyingi ni vigumu sana kukinzana na nguvu za dunia ya kisasa yenye kuvutia. Baadhi ya vijana wanaanza kutengwa na jamii kwa kuwahi kubadilika sana na kukubali maisha ya kisasa. Wengine wanaishi maisha ya pande mbili yakiwa na Wamasai wa asili wakati wa matukio ya kikabila. Hii ni hali ya kawaida kwa jamii nyingi duniani ambazo zinapambana na usasa na utamaduni. Hakuna jibu la haraka au la rahisi kwa tatizo hili kubwa la kijamii na la kiutamaduni. Kuna Wamasai wa kizazi cha leo ambao wanajitahidi kurekebisha hali hii kwa njia za busara. Wanasema kwamba si lazima kuchagua kati ya utamaduni wa asili na maisha ya kisasa. Wanaamini kwamba inawezekana kuwa Mmasai wa kweli huku ukiendelea kufaidika na elimu na teknolojia. Mashirika mengi wa ya Wamasai yamejitokeza ili kulinda haki za ardhi na utamaduni wa jamii yao. Viongozi hao wapya wa Wamasai wanaelimu na wanajua jinsi ya kuzungumza na serikali. Wanasimamia haki za Wamasai mahakamani na katika vikao vya kimataifa vya haki za binadamu. Hii ni njia mpya kabisa ya kutetea jamii ambayo haikuwepo kwa kizazi cha wazee. Mashirika mengine yanajihusisha na masuala ya hifadhi ya mazingira ili Wamasai waweze kufaidika na hifadhi. Kwa mfano wengine wanafanya kazi za ulinzi wa wanyama ili kupata mishahara kutoka kwa hifadhi. Hii ni njia ya kupata kipato, huku wakiendelea kuishi katika maeneo yao ya asili. Wamasai pia wanashiriki katika majadiliano ya kimataifa kuhusu haki za wenyeji na jamii za jadi. Sauti zao zinasikiwa sasa zaidi kuliko wakati wowote wa, wa nyuma katika historia ya ulimwengu. Baadhi ya Wamasai wameamua kuandika vitabu na kufanya filamu kuhusu historia yao na utamaduni wao. Hii ni njia muhimu ya kuhakikisha kwamba kizazi kinachokuja kitajua asili yao na utambulisho wao. Kwa mara ya kwanza katika historia, Wamasai wenyewe wanasimulia hadithi zao kwa sauti zao wenyewe. Hii inasaidia kuondoa stereotypes na hadithi potofu ambazo watu wa nje wameandika kuhusu Wamasai. Wasanii wa Wamasai wa wanaunda sanaa, michezo na muziki unaojumuisha utamaduni wa asili na wa kisasa. Hii inaonyesha kwamba utamaduni si kitu cha kuganda, bali ni kitu chenye kuwa hai. Utamaduni una haki ya kubadilika na kukua, huku ukiendelea kuwa halisi kwa watu wake. Wamasai wa kizazi hiki wanatambua kwamba dunia imebadilika na wao pia lazima wabadilishe kidogo, lakini wanaamini kwamba wanaweza kubadilika bila kupoteza kile kinachowafanya kuwa Wamasai kwa kweli. Sasa tukija kwenye mwisho wa safari yetu ya leo, ni muhimu kuangalia jumla ya yale tuliyojifunza. Wamasai ni jamii yenye historia ndefu na tata inayoanzia miaka elfu mbili zilizopita. Wao ni warithi wa Waniloti waliohamia kutoka kaskazini ya Afrika hadi mashariki mwa Afrika kwa safari ndefu. Nguvu zao za kijeshi katika karne ya 17 na 18 ziliwapa eneo kubwa. Utamaduni wao umejengwa kwenye msingi wa imani za kidini kuhusu Enkai na ng'ombe. Muundo wao wa kijamii wa makundi ya umri na morani unawafanya washikilie utamaduni kwa karne nyingi. Mavazi yao ya shuka nyekundu na mikufu ya shanga yanawafanya waweze kutambulika duniani kote. Wamasai wameendelea kuhifadhi utamaduni wao kutokana na ujitegemeo wao na kuishi mbali na miji. Elimu ya shule ilifika polepole pole, na imani zao za kidini ziliwafanya wasibadilishe haraka kama jamii nyingine. abiriwa na changamoto za ardhi afya, elimu na dunia ya kiglobali, lakini wao wanajibu kwa njia za busara na za kisasa bila kupoteza utambulisho wao wa asili. Wamasai wa kizazi hiki wanasema kwamba inawezekana kuwa mmasai huku ukiwa na elimu na teknolojia. Mashirika yao mapya yanasimamia haki zao na kusikiza sauti zao katika jukwaa la kimataifa. Utalii umewapa kipato, lakini pia changamoto za kuonekana kama vielelezo vya muziki wa kale. Historia ya Wamasai inatufundisha kwamba utamaduni unaweza kudumu kama watu wanathamini na kujifunza kuhifadhi. Lakini pia inatufundisha kwamba utamaduni si kitu cha kuganda, bali unaweza kubadilika kwa hekima. Swali la msingi ni jinsi gani jamii inaweza kuhifadhi utambulisho wake huku ikiishi katika ulimwengu unaobadilika. Kwa hiyo naomba sasa mfanye mambo matatu muhimu kabisa ili kusaidia chaneli hii ya Ufalme Uliopotea. Kwanza, subscribe kwenye chaneli yetu ili msipoteze maudhui mengine ya kuvutia kama hii. Pili, bonyeza kitufe cha like ili watu wengine waweze kuona video hii na kujifunza pia. Tatu, andika maoni yako hapo chini kuhusu hitimisho unaloweza kufanya kutokana na hadithi hii ya Wamasai. Je, unafikiri ni kwa nini baadhi ya jamii zinadumu katika utamaduni wao wakati nyingine zinabadilika haraka. Maoni yenu ni muhimu sana kwangu na kwa wanachaneli wengine ambao wanatazama video hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kuwa pamoja nami katika safari hii ya kuvutia ya kihistoria. Tutaonana tena katika video ijayo ya Ufalme Uliopotea, na natumai mtakuwa pamoja nasi. Kwa heri, nambarikiwe sana